Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatano, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu leo tarehe kumi na tisa ya mwezi wa tatu, kanisa linafanya sherehe ya mtakatifu Yosefu, mume wake Bikira Maria. Masomo yetu tunayapata, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha nabii Samweli sura ile ya saba aya ya nne hadi ya tano na aya ya kumi na mbili hadi ya kumi na nne na ya kumi na sita Somo la pili linatoka kutoka waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya nne aya ya kumi na tatu na aya ya kumi na sita hadi ya kumi na nane na ya ishirini na mbili Injili inatoka katika injili ya Mathayo sura ya kwanza aya ya kumi na sita ya kumi na nane hadi ya ishirini na moja na ile ya ishirini na nne Yosefu ni nani? Katika Biblia Takatifu kuna majina matatu ya kina Yosefu. Kuna Yosefu yule aliyekuwa ni mtoto wa Yakobo, ambaye alikuwa ni mtoto wa kumi na moja katika familia ya Yakobo, ambazo habari zinazipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 30 aya ya 22 hadi ya 23, ambaye baadaye alikuja kuuzwa na ndugu zake, akaja kuja kuwa kiongozi mkubwa kule Misri. Na baadaye pia tunampata Yosefu katika Injili ya Matayo sura ya kwanza aya ya 16 anayepatikana katika ukoo wa Yesu. Huyu Injili inasema kwamba Yakobo akamzaa Yosefu mume wake Mariamu aliyemzaa Yesu Kristo. Hasa sherehe ya leo inamhusu Yosefu ambaye anapatikana katika Agano Jipya, siyo yule wa Agano la Kale. Mwenyezi Mungu alipotaka kumleta mwanaye wa pekee Yesu Kristo, nyakati zilipotimia, unabii unakuja kutimilika miaka hiyo ya nyuma, nabii Isaya alishazungumza akasema, tazama bikira amechukua mimba, naye anakuja kuja kumzaa mkombozi, aliitwa jina lake Yesu. Wakati ulipofika, Mwenyezi Mungu akapanga mwanaye wa pekee afikie katika familia ya Yosefu, Yosefu aliyekuwa ametoka katika ukoo wa Daudi, ukoo wa utawala ambao mahali pao ulipokuwa anaishi ni Betelehemu. Yeye alikuwa anaishi Nazareti katika mkoa wa Galilaya. Alikuwa fundi seremala, na tunapozungumza katika habari za kuwa fundi seremala katika nyakati hizo, mtu yeyote ile aliyekuwa anafanya kazi pia za kuchonga mawe na vyuma alipewa jina la fundi seremala. Jina la Yosefu ni jina lenye baraka kubwa, kwa sababu katika lile Agano la Kale Raheli alipomzaa Yosefu alimuita jina hili, Bwana ataongeza, na alitamka maneno haya, Mungu ameondoa aibu yangu. Kwa hiyo Yosefu ana baraka ya kuongezeka, na ndio maana pia kupitia jina hili la Yosefu, hata Yakobo baba ya wale watoto kumi na wawili wa taifa la Israeli alipokuwa anaondoka duniani, alipokuwa anawabariki alipofika kwa Yusufu alimbariki kwa baraka hizi akasema, Yusufu au Yosefu ni mti mchanga wenye kuzaa, mti mchanga wenye kuzaa karibu na chemchemi. Alirudia haya maneno mara mbili, akaongeza matawi yake ya yametanda ukutani. Yosefu akasema ni jiwe la Israeli Yosefu alipewa mibaraka ya maziwa na baraka ya mimba. Tunapata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 49 ile aya ya 25b. Katika baraka hizo ambazo Mwenyezi Mungu anataka mwanaye aje akafika kwa Yosefu aliyekuwa jiwe kuu, aliyekuwa jiwe la Israeli, mwanaye Yesu Kristo ambaye anakuja kuja kuwa jiwe kuu la pembeni la dunia nzima. Ilibidi afikie katika jiwe la Israeli ambaye ni Yosefu. Ilibidi afikie kwa huyu ambaye alipenda kufanya kazi, hakuwa mvivu. Yosefu alikuwa ni mtu mwenye heshima na sifa njema katika lile eneo la Nazareti na kwa taifa zima la Israeli, hadi wakamwita mtu mwenye haki ili kutimiza ule unabii ulioandikwa katika Isaya sura ya saba aya kumi na nne mtoto atazaliwa na bikira. Yosefu alikubali jukumu hilo lililokuwa na changamoto nyingi na kubwa. Yosefu alimposa Maria akiwa bado hawajafika hatua ya kuweza kufunga ndoa, kwa sababu kwa taratibu za dini ya Kiyahudi baada ya kutoa posa, unapita mwaka mzima maandalizi ya harusi. Harusi inakuja kufungwa baada ya mwaka mzima. Akiwa na moyo wa unyenyekevu, Yosefu akamwona Maria ana mimba, mimba ambayo injili inazungumza kwamba Maria alipata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Alipogundua kwamba Maria ana mimba, ni mjamzito kabla ya ndoa Yosefu katika ile haki yake alipokuwa ameshikilia sheria za dini yake ya Kiyahudi, alikuwa na haki ya kisheria ya kumpatia taraka Maria aliyekuwa na mimba kabla ya ndoa. Aliazimu kumuacha kwa siri, hakutaka kuweza kumwaibisha Maria. Alikusudia kufanya hivyo ili kuweza kulinda heshima yake yeye na heshima ya familia yake na heshima juu ya Maria, huyo ni Yosefu. Hakutaka kuja kumwaibisha Maria, ingawa alikuwa ana haki. Ndipo basi katika nyakati hizo za wasiwasi, Maria ameachwa kwa siri, haelewi afanye jambo gani, malaika wa Bwana akamtokea Yosefu, Yosefu akamwambia, Yosefu mwana wa Daudi, Usihofu kumchukua Maria mkeo maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa nini malaika anamtokea Yosefu na kuweza kumwambia maneno hayo? Alimtokea ili kumpatia uthibitisho kuwa Maria hakuwa na hatia katika mimba ile ya yule mtoto Yesu. Yaani mtoto huyo Yesu alikuwa ni mpango wa Mwenyezi Mungu na tujifunze jambo hili. Watoto wote wanaokuja katika familia zetu, wanaokuja mbele zako, uweze kuwa wewe umehusika au hujahusika, mtoto yeyote anayekuja ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Malaika anamwambia Yosefu, usiogope, kubali mpango wa Mwenyezi Mungu. Kuna mengine hayataingia katika akili yako, lakini kwa sababu ni mpango wa Mwenyezi Mungu, ukubali. Yosefu anachukua jukumu la kumlea Yesu na moja hapo ya majukumu ya kuweza kumlea Yesu ilibidi ampatie jina, alimpatia jina ambalo aliitwa Yesu, manake ni mokozi. Twajifunza jambo hapa, mojawapo ya majukumu ya mwanaume katika familia ya baba ni kutoa majina. Ukiona umezembea kama alivozembea Yakobo katika Agano la Kale katika kitabu cha Mwanzo sura ya 30 kuanzia aya ishirini na tisa wake zake walipozaa watoto akazembea, hakutoa majina. Ukiona umemwachia mke wako atoe majina kwa watoto kuna kitu kibaya kitakachoingia ndani mwa hao watoto wako mwanaume. Mojawapo ya jukumu kubwa alilokuwa nalo katika kuweza kulea watoto ni kutoa majina. Yosefu anatoa jina la Yesu kwamba ni Mwokozi, na jina hilo linakuja kudumu na Yesu anakuja kufanya kazi ile kulingana na jina lake alilokuwa amepewa. Yosefu alikuwa na jukumu hilo ambalo alikuwa amepewa na Mwenyezi Mungu kuthibitisha kwamba utu wa Yesu Kristu ambaye ni mwana wa Mungu anayekuja kuja kuukomboa dunia ambaye analetwa mikononi mwa Yosefu, Yosefu akamlea mwana pekee wa Mwenyezi Mungu. Ilikuwa ni bahati kubwa sana kumlea mwana pekee wa Mwenyezi Mungu, ilikuwa ni heshima kubwa. Akaja akamchukua Maria, akaenda naye Bethlehem kama lile agizo ambayo alikuwa amelitoa yule mtawala Kaisari. Luka sura ya pili aya ya nne mpaka ya tano kwamba watu wote wanapaswa kuweza kuhesabiwa akampeleka Betelehemu. Kwa nini Betelehemu? Ilikuwa ni nyumbani kwa wale watu wote waliokuwa wametoka katika ukoo wa Daudi, na Betelehemu maana yake ni nyumba ya mikate, na Betelehemu wanazaliwa watawala Daudi alizaliwa Bethlehemu akawa ni mtawala, alitawala Israeli kwa muda wa miaka 40. Yesu yeye mwenyewe ili aje aitawale dunia alipaswa kwanza kuzaliwa pale Bethlehemu ambako huwa wanazaliwa watawala, na ili pia aje aweze kuwa mkate, aweze kuwa chakula cha ulimwengu, aweze kuulisha ulimwengu, ilibidi azaliwe Bethlehemu ambapo ndipo nyumba ya mkate. Wakiwa huko Yosefu na Mariamu, zikafika siku za kuweza kujifungua mtoto Yesu, akajifungua na akampatia jina. Zilipotimia siku arobaini baada ya kuzaliwa kwa Yesu, walimchukua Yesu hadi Yerusalemu, yaani wakamweke wakfu, wakamweke kwa Bwana, na kama ilivyokuwa imeandikwa katika sheria ile ya Torati yao tunaipata katika Injili ya Luka sura ya pili aya ya 22 hadi 24, walienda kutoa sadaka wakamweka kwa Bwana, wakatimiza sheria zote. Akiwa huko, ndipo malaika akamtokea tena Yusufu akamwambia, Herode anataka kuweza kumuua mtoto, hivyo mchukue mtoto pamoja na mama yake, mkimbilie mwende Misiri. Jukumu la kuweza kumlinda mtoto Yesu ambalo alikuwa amepewa Yosefu na malaika na Mwenyezi Mungu lilikuwa ni jukumu kubwa na zito, kwa sababu Herode aliibuka katika maamuzi mabaya ya kutaka kuweza kumwangamiza huyu mtoto wa kiume. Jukumu la kuweza kuwalinda watoto wa kiume ni jukumu la wanaume. Mwanaume ana jukumu la kuweza kumlinda mtoto wa kiume ambaye ni mtawala. Ukiona mwanaume umemwacha mtoto wa kiume kwa mama yake, mama yake ndio ashughulike na malezi kwa mtoto wa kiume, utambue kwamba umeondoa utawala kwa huyo mtoto, hatajifunza utawala. Yosefu alisimama akamlinda mtoto Yesu ambaye Herode alikuwa anataka kuweza kumuua, mauaji ambayo Herode alikuwa ameandaa kwa watoto wa kiume kipindi kile pale Betelehemu. Hadi leo roho ya Herode ipo ya kuweza kuangamiza watoto wa kiume. Mauaji ya watoto wa kiume ambao ni wadogo huleta huzuni na maombolezo katika familia. Ukiona nchi imeingia katika mauaji ya watoto wa kiume ambao wadogo maombolezo na huzuni katika familia lazima zije. Ukiona nchi imeingia katika kuangamiza watoto wa kiume hali ya kutisha inatokea katika jamii, yaani hisia za usalama zinaondoka miongoni mwa watu. Ukiona nchi imeingia katika harakati za kuweza kuwaua watoto wa kiume Ukandamizo wa moyo wa watu unatokea, watu wanahisi hawana nguvu juu ya serikali yao, wanakata tamaa kwa sababu wamekosa matumaini. Akina Yosefu ambao wa ni wanaume, tusipowalinda watoto wetu wa kiume, na sasa hivi kwamba imefika kipindi kwamba watoto wa kiume wameachwa, tusiposimama katika jukumu la kuweza kuwalinda watoto wetu, hali ya kutisha itatokea katika jamii, huzuni na maombolezo yatatokea mkandamizo watu watakata tamaa. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.